My Mama Samia, safi. Wabunge wetu safi. Diwani, je? Safi. Nimesimama mbele yenu kwa heshima kubwa sana. Nimefurahi kwanza mapokeo yenu, nimefurahi sana. Najua huu ni muda wa kutafuta chakula na nyie mko hapa saa hii, mmepoteza muda wenu, mmekaa kunisikiliza. Kwanza hilo mjipongeze kwa makofi <coughs> Lakini nimefurahi sana kwa maana jinsi mlivyojitokeza kwa wingi. Meseji yangu ya kwanza ni moja, niko hapa kuwakilisha na kuwaomba tukampigie Dokta Samia Suluhu Hasani kura. Huyu mama hapa, huyu hapa Angapi walishamwona kwenye picha? Kwa nini tumpigie huyu mama? Anatukumbuka. Ni wakati nakuja, niliona niliona mkondo mkubwa wa umeme unapitia huku, na nimeona Wahadzabe ndugu zangu wameanza kujenga nyumba nzuri za kisasa. Serikali yetu ina matumaini makubwa, lakini ina nia nzuri ya kuboresha miundombinu ya Wahadzabe wanaokaa huku, kwa ajili ya miundombinu ya maji ya kutosha. Mama amesema nije niwaambie lengo lake kubwa kwa Wahadzabe ni kuwatua ndoo kichwani, hata waacha, kwa sababu awamu ya kwanza wameendelea kuboresha vijiji na vitongoji kupitia umeme, lakini nimeona madarasa yameanza kujengwa. Wahadzabe, mnakwenda shule? Ndio, watoto wanakwenda shule, wanaenda piga makofi kwa Wahadzabe wenye akili. Kama mnakwenda shule, maana yake shule zimewafikia. Nimepita nikaona shule ya msingi, nikaona shule ya sekondari. Hii ni jitihada ya Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, mwanamke peke yake ambaye ndo ameshika nafasi kubwa. Haijawahi kutokea Tanzania tukapata mwanamke ambaye amechukua nafasi hii kubwa ya urais. Haya meto. Haya. Kaete tawiche tete tarebia biko biaka bachagua eh. Tarehe yeah, ishirini na tisa mwezi wa kumi. Yeah. Inatakiwa wewe inaona onebe ya kutibeta azabea timibiona wewe inaona. Bakaba chagua ititaya kona Mama Samia ko. Yeah. Wainaya. Mama Samia iya ko oma, ika diwa, i diwa, iya oma. Tarehe tisa yeah. Mwezi wa kumi pana kiko Mama Samia. Boku wako tuta kona onebe waiko. Wakina yeah. Baba hawa Wahadzabe wamesema watamuunga mkono Dr Samia Suluhu Hassan kwa kuwa wameanza kuona shule wameona umeme na wanategemea kupata mambo makubwa kutoka kwa serikali ya Chama cha Mapinduzi. Wangapi wanampa kura dr Samia Suluhu Hassan? Wote okay. Nyosha mkono Mungu okay. dr Samia Suluhu Hassan. Wangapi wanampa kura? okay. Wanampa kura dr Samia Suluhu Hassan okay. Wamesema watatoa kura za kishindo lichonacho oh, au kwa, kwa wazifa nilionayo. Mimi ni mwenyekiti wa Wahadzabe wote walioko Tanzania nzima sasa. Sasa mimi kweli kabisa haya yote tulioambiwa kwamba tarehe mwezi wa kumi, tarehe ishirini na tisa uchaguzi, sisi sote tumelizia kwamba tutajitokeza kwa wingi kwa kumpigia rais wetu ili kumpa haki yake ya msingi. Tuna, tuna imani kubwa na Mama Samia. Natumaini kabisa kwamba akichaguliwa, wakati nani ile kiapo chake, atakapoenda kuapishwa, ziara yake ya kwanza ata, atakuja kwa Wahadzabe.